Watu waliona ma, mawe yakishuka kama cheche zikishuka pamoja na mawe na magogo na matope. Mwenye hele kapoteza, mwenye mbegu kapoteza tunaanzaje haya maisha? Na ni msimu wa kilimo, tunaomba mheshimiwa Rais atusaidie. Tumeshapita kuona hali yote ilivyokuwa, sasa tunajipanga kama serikali. Mioyo yetu imejawa na shukrani sana, zaidi sana hapa tulipo sasa. Tayari tuna miji yetu, tumepata majengo, nyumba nzuri za kisasa, nyumba za viwango ambazo zina umeme ndani, zina yaani umeme kila mahali upo, na tumepewa pia na gesi Yaani, tumepewa vitu vingi sana yani na hati yangu ya hati miliki ninayo. Kwa hiyo mimi moyo wangu umejawa shukrani sana yaani, namwombea na kwa Mungu, Mungu akaendelea kumlinda mama yetu Mama Samia kazi na...